Mheshimiwa Naibu Waziri hadi sasa malipo yalofanyika kwa mafundi na wazabuni wa vifaa ni kama ifuatavyo.

mishilingi milioni nne laki mbili kumi na sita elfu na mia tano. Ujenzi wa vyoo matundu kumi, fedha iliyotumika ni shilingi milioni kumi na saba. Fedha iliyotengwa kwa bajeti milioni kumi na saba na matumizi ya shilingi milioni kumi na saba, hakuna salio. Bajeti kuu ya mradi ni shilingi milioni 464. jumla ya matumizi ni shilingi milioni 449 laki 171499, na hivyo kufanya salio lilo baki ni shilingi milioni 14 laki 8 na 1. Leo tumefanya ziara Tandahimba. Nimekagua shule <coughs> ya sekondari ya Makondeni, shule ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta fedha mahala hapa milioni mia nne na sitini na nne, fedha ambazo tulitaraji zikamilishe kujenga nyumba ya walimu twin one moja, lakini vile vile madarasa manne zilitakiwa zikamilishe vyoo kumi pamoja na mabweni mawili. Nimefanya ukaguzi pale na viongozi wa mkoa pamoja na viongozi wetu wa wilaya. Nimebaini <coughs> kwamba mabweni yale mawili hayajakamilika. Taarifa ya, haya ya wataalamu inaeleza uhitaji wa fedha za ziada milioni 48. Nimeshaulizana kwa ukaribu na waziri wetu wa TAMISEMI Profesa Liz Kishemdoe na ninatoa maelekezo yafuatayo. Ninamwelekeza mkuu wa mkoa wa Mtwara, ninamwelekeza mkuu wa mkoa wa Mtwara kwa niaba ya, <laughs> ya Mheshimiwa waziri wa TAMISEMI kuhakikisha kwa mamlaka aliyonayo mamlaka aliyokasimiwa na mheshimiwa rais kuhakikisha watu wote wanaohusika na usimamizi wa mradi ule ambao haujakamilika kwa sababu ya upungufu wa milioni 48, tofauti na maelekezo tuliyoyatoa wizara ya kukamilisha shule ile kwa milioni arobaini na nane tu. Ninamwelekeza mkuu wa mkoa kwa niaba ya mheshimiwa waziri awaite watu wote wanaohusika afate utaratibu wa kisheria na mamlaka aliyonayo ya kuwahoji kwa sura ya utuhumiwa wa upotevu wa milioni 48. Maelekezo haya nataka yafanyiwe kazi sasa hivi kwa kadri ambavyo mheshimiwa waziri amenielekeza ituwa maelekezo haya. La pili, nimebaini kwamba halimashauri yetu inahitaji kuwa na mkuu wa idara ya miundombinu. Kwa niaba ya waziri wa TAMISEMI, Profesa Shemdoe, ninamwelekeza katibu mkuu TAMISEMI kuhakikisha analeta hapa na hapa wilayani mkuu wa idara ya miundombinu ndani ya siku